Taasisi ya elimu Tanzania, tuko hapa Manyoni kwa siku mbili, na leo nimekuja kufunga mafunzo ambayo yamefanyika uh, Tanzania nzima yakiwa na lengo la kuwafikia walimu takribani elfu 25, kutoka shule za umma na shule za serikali. Sasa mafunzo haya yametolewa kwa lengo la kuwawezesha walimu kuweza kutekeleza mtaala ulioboreshwa hususan katika eneo la coding tumewafikia walimu wote wa somo la sayansi na imani yetu ni kwamba sasa walimu hawa wataweza kutekeleza mtaala kwa kadiri ya matarajio. Lakini niseme kwamba tunatekeleza jukumu hili kama moja ya majukumu yetu ya msingi, lakini pia tunalitekeleza ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka hamsini ya taasisi ya elimu Tanzania. Tumeatoa mafunzo haya kwa walimu wote wa shule za umma na shule za ambazo sio za serikali na lengo ni kuhakikisha kwamba wote wanatekeleza mtaala huu kwa usahihi. Walimu wamepokea vema, wameelekea kuelewa na tuna matarajio sasa kwamba tutaona mabadiliko katika utekelezaji wa mitaala, lakini niseme kwamba pamoja na mafunzo haya, serikali imeimarisha utoaji wa mafunzo endelevu ya walimu kazini kupitia programu inayojulikana kama Mewaka. Kwa hiyo tunataraji kwamba walimu wataendelea kushiriki katika Mewaka ambayo imepangwa kwa siku moja kwa wiki Walimu wanapaswa kushiriki kwenye jumuiya za ujifunzaji. Basi, kupitia mafunzo hayo tuliyoyatoa na MEWAKA, tuna imani sasa ufundishaji utaendelea kuimarika na hiyo itaendelea kuimarisha matokeo ya wanafunzi katika mitihani mbalimbali mbali. Kwa pamoja tunasema kitabu kimoja, mwanafunzi mmoja, gusa ndoto, mpe kitabu.